Mtazamaji wa Fadeco Online Media, nipende kukukaribisha kwa mara nyingine na nyingine na nyingine e, kwa sababu kwanza ni kushukuru kwa kuwa mdau wetu, ambaye e, unahakikisha kwamba kile ambacho sisi tunakuletea unakitu support na kutupa e, nguvu kabisa. Nguvu yetu kwetu ambayo tunahitaji kwako ni moja tu, uweze kusubscribe video hii, pia uweze kushare kwa marafiki zako huku ukiwasisitiza, jamani, Fadeco Online Media inapaswa ku be subscribed, ili tuweze kupata taarifa ambazo zinajiri kwa wakati na kwa weledi zaidi. Anakuletea taarifa hii leo, mpenzi mtazamaji, ni mimi Omar Tibalila ambaye anahakikisha kwamba unapata taarifa za kiweledi ambazo zimepita katika mikono salama, mikono iliyo katika ubora zaidi mpenzi mtazamaji. mpenzi mtazamaji, hii leo mimi ambacho napaswa kukuletea ni kitu kimoja tu, kitu ambacho kinahusu wafanyabiashara ambao e, wameweza kukumbana na matatizo mawili matatu, hasa tu katika siku ile ambayo ilikuwa inategemewa kwamba kuna vurugu zingetokea siku hiyo, si siku nyingine, bali ni tarehe 9 Disemba mwaka huu. Uh, hapo tuliweza kupata mahojiano na mmoja wa wafanyabiashara aitwaye e, Musa ambaye amesema uh, tishio la vurugu za Disemba 9 eh, 2025 limekwamisha kipato chake eh, cha siku huku akiwasihi vijana kuidumisha amani. Kijana huyo amesema kwamba mlo wake wa siku unategemea mauzo ya biashara yake, na hapo Disemba 9 alikosa wateja kutokana na wengi kukaa nyumbani kwa hofu ya kuwepo kwa vurugu hizo. Ha, amewasisitiza vijana wenzake, lakini pia wananchi kwa ujumla, ya kwamba umuhimu wa amani ni nini na pia amewasihi vijana kuhakikisha wanadumisha ili kuwepo kwa uhuru na kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii ili waweze kukidhi vipato vyao. Ja, tuweze kumsikiliza kijana huyo amesema nini? Je, alichokisema vijana wamekishikilia? Mimi na kuacha iweze kumsikiliza kijana huyo Linton uh, Linton Musa. Haya, karibu Linton Musa. Kwa Linton Daudi Musa, natokea Kigoma. Kwa jana Asi jana tumepata tabu sana kwa sisi wafanya biashara wadogo wadogo hivi, maana jana kazi ndio inanifanya nipate hela ya kula, hela ya pango e, na hela ya matumizi madogo madogo hivi. Kwa jana yani, siombi kabisa itokee. Maana kitokea, kuna changamoto zinapatikana mbalimbali. Nisipotoka sipati kula, sawa. Niki, nikitoka ndio napata kula sawa, na lingine bado matumizi ni mengi kwa sisi vijana. Mi napenda amani irudi. Naomba vijana wenzangu tukae huru, tuombe amani, kwa lile lililotokea lisije likarudia tena.